Watalii kumi na mbili kutoka mataifa mbalimbali walikusanyika jijini Manaus, Brazili. Walikuwa wamevutiwa na uzuri wa msitu wa Amazon, msitu mkubwa zaidi duniani wenye vivutio vingi vizuri vya asili, huku ukiwa umebeba siri kubwa ndani yake na mambo mengi ya kutisha. Kiongozi wa msafara huo alikuwa Dr. Alejandro, mwanabiolojia mashuhuri aliyekuwa akifuatilia aina adimu za mimea na wanyama. Pamoja naye walikuwepo Linda na Cameron, wanandoa kutoka Australia, waliopenda kupiga picha. Otieno, mtaalamu wa mimea kutoka Kenya. Marina, mwanadada wa Kirusi, aliamini kuwa ana nguvu za kiroho. Luis, mtaalamu wa ramani kutoka Venezuela. Hassan, mwanablogu kutoka Oman, aliyekuwa akitafuta umaarufu kwa kurekodi matukio ya kusisimua. Yuki, msichana wa Kijapani aliyejifunza tambiko za msitu. Kala, mwanadada kutoka Uhispania, aliyehitimu katika masomo ya historia ya kale, na wengine watano, wakiwemo mapacha wawili wa Kifaransa, Pierre na Monique, Rajabu kutoka Zanzibar, na mzee wa miaka sabini aliyefahamika tu kama Mzee Haji. Walipoingia ndani ya msitu huo kwa helikopta, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Mtetemeko mdogo wa ardhi ulisikika, na ndege wote wa porini wakaruka kwa fujo. Sasa tunaingia eneo ambalo halijaguswa na binadamu kwa zaidi ya miaka mia mbili alisema dokta Alejandro akiwaangalia wote kwa uso wa tahadhari. hili ni eneo la mapepo. Walicheka wakidhani ni utani wa kuwatisha, lakini Marina, ambaye alikuwa na kipawa cha kuona roho za wafu, alianza kutetemeka kwa hofu. hii sehemu haina uzima, kuna kitu kinatuangalia. Usiku ulipoingia wakiwa wamekaa wakiota moto walishangaa kuona miti ikitikisika yenyewe bila ya kuwepo kwa dalili yoyote ile ya upepo. Mara wakati huo, sauti ya ngoma za ajabu ilianza kusikika kwa mbali toka ndani ya msitu. Pierre, mmoja wa mapacha wa Kifaransa, alidai kusikia sauti ya mama yao mzazi ikimuhita kutokea gizani aliamua kuingia msituni peke yake licha ya onyo kutoka kwa wenzie, lakini Pierre hakutaka kuwasikiliza. Akili zilikuwa sio zake tena. Alirudi tena baadaye baada ya masaa mawili kupita, huku wenzie walikuwa wamebakia katika uoga na wasiwasi mkubwa. Lakini kwa bahati mbaya Pierre alikuwa ameshabadilika kutoka katika umbile lake la kawaida. Alionekana akiwa na mwili wa binadamu, lakini sura ya fisi. Punde si punde sikunde akapotea tena katika mwanga mkali wa kijani uliopiga kama radi, na hapo ndipo wakapata uoga zaidi. Wote walikimbilia ndani ya kibanda kilichojengwa porini kwa ajili ya watalii walichokuwa wamefikia. Wakati wakiwa ndani wamejificha, Luis alipaza sauti na kuuliza, ina maana hakuna kabila linaloishi maeneo haya? Ilipofika saa nane usiku, Hassan aliamka kwenda kujisaidia msituni. Lakini tokea hapo na yeye hakuonekana tena hadi asubuhi ilipoingia. Walipoanza kumtafuta walikuta kamera yake ikiwa imeanguka chini, na cha kushangaza zaidi, ile kamera ilikuwa imebakiwa na picha za ajabu. Zilimwonyesha akikutana na kiumbe kirefu kilichoonekana cha kutisha chenye miguu kama mizizi ya mti. Sauti za kugugumia zilisikika kutoka ndani ya picha kwenye kamera, kisha kamera ikazimika ghafla. Marina alipata wazo kuwa anaweza kufanya jambo likawaondosha kutoka katika matatizo hayo. Alichora mduara kwa damu ya ndege aliyekufa, lakini kabla hajamaliza alichomwa na mshale ambao haukujulikana ulipotokea. Hakukuwa na mtu aliweza kuona wala kujua wapi mshale ulipotokea na kwa nini Marina alikuwa amechomwa na mshale. Marina alidondoka chini, alianza kutapatapa, macho pamoja na mwili wake ulibadilika na kuwa mweusi kabisa, kama aliyeng'atwa na nyoka mwenye sumu kali. Alipoamka alisema kwa sauti ya kiume, mmeingia kwenye ardhi ya waliolaaniwa, nini si wageni tena bali ni sadaka. Baada ya kuongea maneno hayo, Marina alikufa hapo hapo. Monique, dada wa Pierre, alipoteza fahamu. Alipoamka alizungumza lugha ya kale ambayo haikufahamika, kisha akaanza kutoa povu mdomoni naye akafa hapo hapo. Kala aligundua kuwa ni lugha ya Wakatari, jamii ya kale iliyodaiwa kuangamia karne nyingi zilizopita. Watalii wale wengine wakaanza kupanik, hawakuamini kilichokuwa kinaendelea. Louis alikimbilia upande wa kushoto wa msitu kutafuta msaada kupitia redio ya dharura. Lakini alipofika mbele kidogo, alikutana na mti wa kutisha uliojaa nyuso za wanadamu, ukiwa unamsogelea kumfata. Alipokuwa alijaribu kukata tawi moja, ule mti ulitoa damu nyingi, huku zikisikika sauti za watu waliopoteza matumaini wakilia kwa maumivu. Luis aliogopa sana, alijaribu kutaka kukimbia, lakini mti ule mkubwa ulimfunga funga kwa mizizi yake mingi, na matawi yale yalimfunika. Ilisikika sauti moja tu ya ukelele wa Luis, kisha pakawa kimya. Na ndo ulikuwa mwisho wa Luis Otieno, ambaye alikuwa mbobezi katika masuala ya mimea. Kwa kutumia ujuzi wake wa kutambua mimea, aliona mti uliokuwa umeota mbele ya kibanda cha watalii walichokuwa wamefikia. Aligundua kuwa huo mti haukuwa mti wa kawaida, ulikuwa unavuta joto kutoka kwa kila aliye karibu nao. Yuki alidai huo mti ni lango la ulimwengu mwingine, yaani lango la kuzimu. Aliposogelea mti huo na kuugusa, alipiga kelele kubwa na kuanguka chini hapo hapo. Wakati wenzie wakimwinua, alikuwa tayari amepoteza kumbukumbu zote. Lakini wakati huo huo, Lindo na Kameron hawakubaki nyuma. Waliamua kurekodi kila tukio ili iwe ushahidi wa kile walichokiona. Lakini ghafla, kamera yao iligoma kurekodi na badala yake ikaanza kuwaonyesha matukio yao wenyewe. Kamera ile ilionyesha picha zao wakiwa wafu kabla hata hawajafa. Waliogopa sana na wakatupa kamera yao chini kwa nguvu. Kamerun na Lindo walikilaani sana kitendo kile, lakini tokea hapo kamera ile haikuweza kufanya kazi tena. Rajabu naye alijaribu kusali, lakini imani yake ilikuwa dhaifu. Alijawa na uoga wa hali ya juu. Katika nafsi yake alionekana kuzuia mashambulizi hayo kwa muda mfupi. Alikuwa akisikia sauti ya mtoto wa kike ikimwita, ilifanana na binti yake wa mwisho wa miaka nane. Alijaribu kupuuzia, alipokuwa amekaa peke yake akiota moto. Ghafla, mtoto huyo alimtokea akiwa na macho mekundu na sura ya nyoka. Rajabu alilia lakini imani yake dhaifu haikufanya kazi. Pepo yule alimsukuma Rajabu kwenye moto. Rajabu alipiga kelele lakini hakupata msaada wowote, maana kila mmoja alikuwa yuko na hofu kubwa ya kuokoa nafsi yake. Sasa walikuwa wamebakia wachache bila ya msaada wowote: Dr. Alejandro, Yuki, Otieno, Kala, Linda, Kamerun na mzee Haji. Kwa pamoja waliambizana kuondoka eneo hilo mapema asubuhi, wafate ramani mpaka kwenye mto Amazon, ila kwa sharti moja, isifike usiku ukawakuta bado wakiwa ndani ya msitu huo, maana mapepo hayo hupata nguvu na kuanza kufanya vitimbwi mara tu giza linapoingia. Asubuhi ilipofika, kila mmoja alikuwa tayari kwa kuanza safari ya umbali mrefu usiokuwa na matumaini, maana helikopta pekee ndo iliweza kufika mahali hapo. Walianza safari wakikimbia hadi wakachoka sana, lakini kwa bahati mbaya, mzee Haji, wakiwa njiani, aligongwa na nyoka mwenye sumu kali aina ya black mamba. Walimpa huduma ya kwanza kwa kumfunga, kisha wakamshika mabegani wakaanza kutembea kidogo kidogo, lakini haikuweza kuwa msaada kwa mzee Haji, maana black mamba ni miongoni mwa nyoka wenye sumu kali sana. Hawakwenda umbali mrefu sana, mzee Haji naye alifariki. Alibanwa na kiu kikali, mapigo yake ya moyo yalipungua speed, kisha akafariki hapo hapo. Waliumia kwa uchungu, lakini hawakuwa na namna, ilibidi waendelee na safari kabla giza alijawakuta. Wakati wakiwa wanatembea kwa haraka, Linda naye alizama kwenye tope zito katikati ya msitu. Walijaribu kumvuta lakini haikuwa rahisi, alizama kidogo kidogo hadi akapotelea mume wake Kamerun alilia kwa uchungu sana, alimfata na kumkunja kwa hasira Dr Alejandro huku akimwambia kwa ukali, wewe ndo uliyesababisha kwa nini umetuleta hii sehemu na ukaruhusu helikopta iondoke? Lakini wengine walijaribu kumsihi Kamerun asitumie hasira na badala yake watafute njia mbadala ili waweze kujiokoa. Lakini kabla ya hapo Dr. Alejandro alionekana kama mtu mwenye shahuku sana na jambo lile. Alikuwa kana kwamba ni mtu aliyekuwa anajua kila kitu kinachoendelea. Ilikuwa ni kama kazi ambayo ameingia mkataba na mizimu ya msitu huo. Baada ya maneno yale ya Cameroon kumwambia Dr. Alejandro, kila mmoja alianza kujiuliza maswali, kwa nini Dr. Alejandro aliwapeleka kule na akutaka helikopta ibaki? Pia mara kadhaa walimwona akiingia msituni peke yake mida ya usiku kisha anarudi. Lakini pia alimwona ana tatu ambayo ina michoro ya kishetani maeneo ya juu ya kiganja chake cha mkono. Kila mtu aliwaza tofauti mpaka Yuki alipowaeleza maana ya ile tatu, pia aliwahi kuiona ukutani katika kile kibanda walichokuwa wamefikia. Wakaanza kuhisi kuwa Dokta Alejandro kuna mchezo anawafanyia. Wakiwa wamepumzika kidogo pembeni ya maporomoko ya maji ya mto Amazon, wote walikubaliana wambane Dokta Alejandro hili awaambie ukweli. Walinyanyuka kwa pamoja wakamkamata na kumfunga kwenye mti kwa kamba. Kisha wakamvua shati lake, lakini kifuani alikuwa na alama kubwa ya mchoro wa kishetani. Ndipo walipombana awaambie ukweli haraka kabla jioni haijaingia. Dokta Alejandro alihamua kusema ukweli. Aliwaambia yeye ni wakala wa mizimu hiyo na aliingia nayo mkataba, lakini aliwaomba wasimuue, atawaambia njia rahisi ya kujikinga na kujiokoa kutoka kwenye eneo hilo hatari haraka. Wakamwambia, tuambie sasa, kabla hatujakutupa Dokta Alejandro aliwaambia kwa kusema, mizimu hii hupata nguvu giza linapoingia, lakini udhaifu wao mkubwa ni maji. Mizimu hii haiwezi kuvuka mto, ziwa, bwawa au bahari. Hivyo aliendelea kuwaambia, kwa usalama wenu, ikifika usiku wa leo, mlale au mkae kwenye maji hadi ikifika asubuhi, kisha muufuate mto huu pembezoni mpaka mtakapofika kijijini. Kutokea hapo mtapata msaada kufika nyumbani. Wale watalii waliobakia walisikia hasira sana. Kamerun alitaka bado kumtupa kwenye korongo lile la maporomoko ya maji, lakini wengine waliingiwa na roho ya huruma, walikataa kitendo kile. Dr. Alejandro alisikika akisema kwa sauti ya chini, mwacheni tu, hata akinitupa au asiponitupa siwezi kupona tena, nimeshaharibu masharti, hivyo siwezi kubakia salama tena. Muda ulikuwa umeshaenda, jioni imefika na giza lilikuwa limeanza kuingia, wakaanza kukimbilia haraka kuelekea kwenye maji. Giza lilipoingia wakiwa wamesimama ndani ya mto, waliona vivuli vingi vya kutisha vilionekana upande wa pili waliokuwa wametoka lakini havikuweza kuwafikia. Ilipofika saa tisa usiku walisikia ukelele mkubwa kutokea kule msituni. Alikuwa ni Dr. Alejandro, kisha pakawa kimya. Asubuhi ilipofika walitoka kwenye maji, walikuwa wamechoka sana. Wakati wakiwa wako njiani, walimwona mzee mmoja akiwa na mtumbwi anavua samaki, wakamwomba msaada. Aliwabeba katika mtumbwi wake na kuwapeleka hadi kijijini. Huko wakapata hifadhi na kufanya mawasiliano na serikali ya mjini, wakaja kuwachukua. Tokea hapo, walichopitia kwenye msitu huo wa Amazon ilikuwa ni story yenye kusambaa dunia nzima. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.